Uchaguzi huo uliofanyika chini ya usimamizi wa afisa tawala kutoka makao makuu BAKWATA, Rashid Kassim Mohamed, umehusisha nafasi ya wajumbe wa baraza la Masheikh, wajumbe wa halmashauri wa ya mkoa, mjumbe wa halmashauri kuu pamoja na mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa. Kwa maana hiyo tunamtangaza ndugu Abdalla Kundi, Abdalla Ramadhani Kundia kuwa ndiyo mshindi wa nafasi ya ujumbe wa halmashauri kuu BAKWATA Taifa kutoka mkoa Singida. Nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri mwenyekiti wa halmashauri mkoa wa Singida ndi namtangaza Bwana Omari Hamisi Mugenyi kuwa ndiye mwenyekiti wa halmashauri mkoa wa Singida. Sambamba na hayo, viongozi wote waliopata nafasi ya kuchaguliwa wamesisitizwa kuzingatia mipaka ya uongozi ili kuepuka kuingilia na majukumu katika nafasi zao. Kwa yeyote aliyechaguliwa achukue katiba aipitie, akishaipitia aangalie madaraka yake yanaanzia wapi na yanaishia wapi. Kwa wale wateuliwa, mashehe wa mikoa, mashehe wa wilaya, mnajua mbinu gani mnapatikana, chungeni mipaka katika maamuzi yenu. Katika BAKWATA sehemu kubwa ambayo inatakiwa itekeleze wajibu wake ni sehemu ya utendaji sehemu ya mashehe haina matatizo. Kwa hivyo, ni matarajio yangu halmashauri hii mpya itaangalia dira ya baraza na kisha itapembua kuona yale yanayounasibu mkoa wa Singida na kuyafanyia kazi. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego, mkuu wa wilaya ya Singida Godwin Gondre ameipongeza Bakwata kwa kufanikisha uchaguzi huo kwa utulivu, akisisitiza kuwa serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini. Mheshimiwa Halima Dendego amesema kwamba uchaguzi huu ni uchaguzi wa muhimu sana, na yeye amesema yuko tayari kama ilivyo kawaida kwa kushirikiana na viongozi wa mkoa ambao tayari uchaguzi huu umeweza kuwapitisha kwa sababu mkutano ulikuwa ni wa weledi umakini. Tuzingatie umoja na upendo katika utendaji wa kazi ambao unaendelea. Itatolewa semina elekezi ili kila mmoja aweze kufanya kazi kulingana na taratibu zake. Tuishi kwa mjibu wa kanuni, katiba na taratibu zilizowekwa na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Kwa hiyo, kwa mimi kama mtaalamu wa uchumi, nitatumia fursa hii kushauri mambo mbalimbali ili tuweze kuinua uchumi wa mwislamu moja moja. Na uchumi wa taasisi. Naamini nikiwa kama kijana nitaweza kushirikiana na vijana lakini na wazee wote pamoja na wajumbe, lakini kushawishi jamii nzima kuhakikisha kwamba baraza letu la mkoa wa Singida linakwenda kupata maendeleo bora na kuwa na e, mustakbali mzuri kabisa wa umoja e, na kuendelea kutuliza amani na upendo kwa jamii ya Waislamu na watu wote kwa ujumla mkoa wa Singida. Kutoka hapa mkoa wa Singida, Ramadan Idlimu Unhasin TV.